Mwezi Disemba tulipata bahati ya kushiriki kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambao pamoja na mambo mengine ulisomwa utekelezaji wa Ilani, na kwa namna utekelezaji wa Ilani ulivyosomwa kila Mtanzania alikiri kwamba hajapata kutokea wakati ambapo serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Rais Samia imefanya kazi kubwa kwa Watanzania kama wakati huu. Kazi hizi zimefanywa kwenye maeneo yenu. Kazi hizi zimefanywa katika mipaka ya utawala ya halmashauri zenu wilaya zenu na mikoa yenu. Hali hii iliwafanya wajumbe kuridhia kabisa kwamba utekelezaji wa ilani umefanywa kwa viwango vya juu sana. Tumpigie makofi rais wetu. Kutokana na hali hiyo, wajumbe wakaridhia kwamba rais wetu dr Samia awe ni mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi. Hayo hayakufanyika kwa bahati mbaya, ni kwa sababu watanzania waliridhika. Watanzania wameridhika na kuridhia kwamba kazi kubwa imefanyika, lakini kazi hizi tunazozungumza katika sekta zote sekta zote. Pamoja na kwamba leo tumewaita kama maafisa habari kwenye mamlaka zenu, mamlaka za tawala za mikoa na sekretarieti za serikali za, za mitaa, lakini ninyi mnabeba ujumbe mzito wa sekta zote nchini, kila sekta katika misingi ya D by D ambayo baba wa taifa aliyasisi, tukaiingiza kwenye katiba mamlaka ya uanzishwaji wa serikali za mitaa, ibara ya 148 na nzani si 145, 146, 148, sikumbuki vizuri, lakini hapo hapo kuanzishwa kwa msingi wa wizara hii ni kwa sababu ya kusogeza huduma karibu kwa wananchi kusogeza mamlaka kwa wananchi na mamlaka hizo zinatekelezwa vyema na ninyi mkiwa ni kiungo kikuu cha utolewaji wa taarifa katika maeneo yenu. Kwa hiyo kufanikisha kwa utekelezaji wa ilani siko bahati mbaya, kwa sababu lipo kundi kubwa la Watanzania ambalo lenyewe ndiyo linabeba nguzo na sura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 kawafundisha wanahabari wengi hasa vijana. Lakini mnaye Dr Rioba, mtendaji mkuu wa TBC na watendaji wengine ambao ni senior maafisa waandamizi waliofanya kazi kwenye maeneo mbalimbali, mnao mtaji wa kujua nini cha kulisha kwenye jamii. Kama mgeamua mgeliamua jana mkasema mnataka taarifa zenu tu zitoke kwenye media zote. Ninyi mngeamua ingewezekana. Sijui lugha yangu imeeleweka vizuri. Idadi yenu mnaweza mkaiona ni ndogo, lakini ninyi ndio mnawakilisha watanzania milioni 64, kama wanahabari mlio karibu na jamii kabisa, mliosogeana nayo kwa karibu, mwenye nafasi ya kuweza kuzungumza jambo ambalo jamii mnayoishi nayo ikalielewa kwa ufasaha, na pengine taarifa zenu zingeweza kutamba kwenye mitandao, zingeweza kutamba kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kama ninyi mkiamka na mkaamua. Sasa mmedhamiria kuhakikisha kwamba habari inayotoka ni habari ya Bariadi, habari inayotoka kwenye media ni habari ya Chato, habari inayotoka ni habari ya Shinyanga, habari ya Kahama, habari ya Kagera, habari ya Pwani, habari ya Ngara, habari ya wapi kule Ruvuma. Kama mkiamua, inawezekana. Hii lugha imeeleweka vizuri, kwa sababu ninyi ni kundi kubwa. Leo hii tunashuhudia media nyingine nyingi habari zao zinatoka na kusambaa sana, na media hizi nyingine hata mtaji hawana lakini taarifa zao zinasambaa. Ninyi mmeibeba serikali, asilimia zaidi ya ishirini, karibu ishirini na tano sio ishirini na mbili ya bajeti ya nchi mnayo ninyi. Asilimia ngapi? Ishirini na ngapi? ishirini na mbili eh, ishirini na moja ya bajeti ya nchi iko kwenu, iko kwenye wilaya zenu, iko kwenye mikoa yenu, iko kwenye halmashauri zenu. Maana yake mtaji mnao. Kama ninyi na viongozi wanaowasimamia wakurugenzi, kwenye mamlaka za serikali za mitaa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, kwenye maeneo yenu mkiamua, pengine habari ambazo tutaziona TBC zitakuwa ni habari zenu kwenye maeneo yenu ili kwenda kuhamasisha kuelimisha jamii na kutoa taarifa sahihi yale yanayoendelea katika maeneo yenu. Tumesema hapa wizara hii ni wizara kubwa, si kubwa kwa bahati mbaya, ni wizara ya wananchi kwa sababu baba wa taifa aliirejesha wizara hii kwa jamii, akarejesha mamlaka ya wananchi kwa jamii kupitia wizara hii Ofisi ya Rais TAMISEMI. Na ndio maana bajeti yake ukiangalia bajeti ya mwaka 2025 26 ni zaidi ya asilimia ishirini na moja ya bajeti nzima ya nchi ambayo ni, ni, ni shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984 laki mbili na elfu mbili. Fedha hizi zinakwenda kwenye miradi mbalimbali katika mamlaka zenu, katika taasisi zenu, katika mikoa yenu na mamlaka za serikali za mitaa. Kila mmoja wetu sasa ni shahidi kwa kiwango hiki kinachokwenda kwenye miradi, na kila mmoja ni shahidi kwamba hakuna wizara nyingine inayopokea fedha nyingi kiasi hiki. Hakuna, na fedha hizi, sehemu kubwa ya fedha hizi zimekusudiwa kwenye miradi, miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yenu. Maana yake ni kwamba mamlaka zenu zina miradi mingi pengine kuliko wizara yoyote, kuliko pengine taasisi yoyote nalisema hili kwa sababu, kama mkiamua leo mkasema kwamba mnataka habari za wananchi zitoke ninyi, mnaweza kwa umoja wenu na wingi wenu katika maeneo yenu. Inawezekana kabisa, tuseme inawezekana, tuseme inawezekana, kwa sababu miradi mingi iko kwenu, fedha nyingi imeletwa kwenu miradi ya masoko, miradi ya ujenzi wa shule mpya na shule ambazo zinakwenda kuboreshwa, miradi ya ujenzi wa vituo vipya vya afya, ujenzi wa hospitali mpya, miradi ya ujenzi wa zahanati mpya, ununuzi wa vifaa tiba, uimarishaji wa misingi ya utawala katika maeneo yenu, ujenzi wa majengo mapya ya utawala, ununuzi wa magari ya kuhudumia wagonjwa mahututi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 Lakini leo hii mimi na ninyi tunakiri kabisa kwamba upelekaji wa habari kwa wananchi umekuwa ukisuasua, na ziko sababu nyingi, na pengine kwenye mjadala yenu mtajadili. Ziko sababu ambazo nyingine mtasema ni za mamlaka zinazowasimamia, lakini ziko tathmini nyingine ni mapungufu kwa upande wenu. Wapo wasiotambua mipaka ya kazi zao, wapo wengine wametumwa kwenda kufanya kazi lakini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Kwa hiyo kikao hiki kionyeshe dira ya kule ambako tunatamani kwenda, kule ambapo tunatamani Watanzania waweze kujua kile ambacho taifa letu linatekeleza katika maeneo mbalimbali. Na hii ni kwa sababu ninyi maafisa habari, mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Hali hii mimi na wenzangu wanajua hapa makatibu wakuu, kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani, lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu hapa, ebu fuatilieni taarifa hii, waelekezeni hawa kutoka kuzungumza. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kwenye viti vyetu hatujakaa ipasavyo, hatuja hatujaenea, hatuja, si nimeeleweka vizuri? Maana yake kwenye viti vyetu baadhi yetu hatujaenea ipasavyo, kwa sababu hatupaswi kusubiri wizara itoe maelekezo kuhusu nini kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Hivi karibuni nadhani nilituma taarifa, ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Ilala, ilikuwa ni wapi hii ya juzi hapa, katibu mkuu? Nikamwambia waambieni warekebishe hizo taarifa. Ilikuwa ni mkoa gani? Mm, ilikuwa ya elimu nadhani. Lakini swali la kujiuliza, sisi kwenye nafasi zetu, zinavyoibuka taarifa ambazo zimetolewa za kupotosha, sisi nafasi yetu ni ipi kama maafisa habari? Kwenye mamlaka ambayo taarifa hiyo imeibuka. Sasa haya na mengine ni miongoni mwa mambo ambayo mna